Mbani, mambo vipi tena mtazamaji wa Master TV, naitwa Alex Ali ishirini na sita. Bana leo tuko pande fulani hivi pakijanja sana, moja kati ya wana memba aidha wana group wamejitolea bana kuja kuwasaidia wasiojiweza. Lakini kuna namna tunatamani tujue, maana vitu ni vingi sana kiasi kwamba sijawahi ona na haijawahi tokea. Hebu ngoja tumsikilize bibi mkubwa, mama Said. Salama. Kwema. Kwema. Mzima. Ndio, sijui wewe. Safi. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sandra Isa. Naishi kijiji kia zoni ya pili BD kumi na nane kwa mbili. Bana kuna, kuna, kuna hii tabia sana inatokeaga ya, ya watu kugawagawa vitu. Kwanza nyinyi ni kundi gani? Si ni kundi kia YADC zima moto, inakuwa na maana gani? Sasa yaani eh, ni kundi kya vijana ambayo inayosaidia kwa ushauri na kwa msaada kidogo ya nguvu kazi. Tungetamani tujue wewe ni kama nani nani hao? Mimi ni mmoja tu wa mwanamemba ya YADC Zima Moto nilikuwa mwenyekiti ila niseme ni ngali maana uchaguzi bado sasa hivi haijafanyika. Ila kwa maana kila mara tunakuwa tunafanya uchaguzi wa viongozi. Labda tungetamani tujue hii misaada mnaipataje? Hii misaada tunaipata kwa, kwa kujitolea tu kuchanga changa viseti viseti vyetu na kuna baadhi ya wanayadisi ambao washatangulia nje, wao pia wanakuwa wanatusupport. Mnafaidika nini sasa nyinyi kama wanayadisi? Hatufaidiki chochote kila, bali tunafaidika tu baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ningetamani tujue hichi kitu mlikiiga kutoka wapi, kwa sababu sio mara ya kwanza ili swala kufanyika hapa kambini. Pengine hii tabia ilitokana nini? Ili tabia ilitokana tu kwa msiba tuseme, kama msiba kwenye kijiji chetu, ni kwa vijana wa watu wajitolea sana, ambao kidogo kidogo ya kujenga madaraja ya kusaidia wasiojiweza na nyumba, tukaenda tukamsaidia kupitia nguvu kazi yetu na kamsaada yetu kidogo ina maana tuliona mazingira ya kambini halisi ilivyo, hatutategemea shirika mia kwa mia. Kwa hiyo inabidi nasi tujitolee nguvu kazi yetu kama vijana ambao tuna nguvu na tunaweza kufanya hiyo kazi ndogo ndogo. Naona kuna kitu kimetokea hapa, naona vitu vimekuwa vingi kuliko watu. Aidha ndo vile tuseme, mnaandika kwa wasiojiweza wa kambi nzima, aidha mnaandika wasiojiweza wa kijiji? Huwa tunakuwa tunaenda zone kwa zone kwa hiyo mwaka jana tulikuwa zone ya 14, upande wa huku. Huu mwaka tunaona utusaidie tuone ndugu zetu wageni ambao bado ni wakimbizi wapya. Kuna ile bana, ndo kama ulivyosema, ndo wageni na bado ndo wamefika. Kwa nini msingi andika watu wote tu, wakasema tu wagawie wote? Kwa kweli tusingeweza kugawia wote, maana ili sio shirika, ni, ni msaada tu mdogo ambao tunajitahidi kukusanya ile ndogo ndogo, na maana tungekuwa na ile uwezo wa kugawa kama shirika tungigawia nani zoni nzima e, kwa hiyo tunapita tunachagua wale walengwa, maana kuna walengwa wetu ambao tunawaangalia tuna, tuna, tuna na kuassist. kuna, kuna swala inaweza ikatokea kwamba mmegawa vitu alafu kuna wengine wamebaki, hilo hilo alafu kama hivi vitu mmevigawa alafu kuna wengine wamebaki, kwanini sasa msi mnawagawie na hao waliobaki wote, ili msirudi na vitu kikawaida tunakuwa tunagawa vitu ambao listi, yani tu listi ya watu ambao tunao. Yaani tukisema tutahudumia watu mia inabidi tuwe na listi ya watu mia Aisa, tukisema tutahudumia watu tisini kwa hiyo tunaweza picha exceda hata ya vitu vya watu ishirini, e, de fason ke tusingie moyo losi ya watu kukosa vitu. Na ikitokea kwamba vitu, e, vitu. Yeah. Kwa vitu vimekuwa vimekuwa tuseme kama vina gharama kubwa nyinyi mnafanyaje? Gharama kubwa kama mnaona kabisa, mandoo watu ni wengi, afu vitu pia vina gharama, kwa hiyo mnasitisha mna, mna au, au kuna njia nyingine mnafanya? Watu wakiwa wengi, amna vitu vinakuwa vina gharama, tukikia kugawa vile, maanake tuna list ya watu ambao tutagawiwa. Tunagawia kwa wale ambao wako kwenye list zetu. Tukimaliza na vitu viko pale, tunaangalia walengo ambao wako kwenye kriteria zetu, tunawaandika, tunawapatia. Na mkisema kwamba vitu vyote hapo vinakuwa <laughs> <Excuse. laughs> mm -hmm. Tuwezi tukasema mambo ya ndani kabisa, kabisa. Ngapi? <laughs> ndo ni mia ndo ni mia, alafu kuna sabuni hizo za, za unga. Sabuni ya unga ndo ni pisi mia. Zungumzia sabuni za gwanji zile za, za... mwii nao ni mia. Kombe vikombe mia na maarobaini. Kuna miswaki pale na dawa miswaki tunua boksi, kwa hiyo kama inaingia mia ngapi pale hivi, sijui la ni mia na vitu Ungetamani kuambia nini wanaokutazama sahivi na hichi ambacho umekifanya leo, ungetamani kuambia watazamaji nini? Ya, siwezi kuwa na mengi ya kuambia, ila tazidi kuomba kama kuna ambayo anaweza akaona ameguswa na kazi ambayo hadi sisi tunatoa kama msaada, anaweza akajiunga, aiza pia anaweza akatoa sapoti, maana nguvu kazi yetu ni ndogo, tunahitaji sapoti kwa kweli tukipata sapoti kutoka kwa watazamaji, hata akijitolea mtu YADC nataka ni kuingia kwenye YADC zao, ni support YADC tufanye hiki, kwa kweli tuko tayari na tuweza, tukashukuru sana. Huyu hapa ni mwana katibu au mwana nani na kamati sawa useme. <laughs> sijui mwenyekiti na kamati, mwenyekiti YADC zima moto, huyu ndo mwenyekiti na kama mlivyosikia na kama amesema kama mmeguswa, unaweza uka, uka make sure kwamba mmewasaidia ili, ili wazidi kusukuma ili gurudumu. Unajua, watu ni wengi sana, afu kuna namna kuna watu ambao wamejipata kama hivi, unamwona mama mdogo hapa amejipata, amenenepa, kwa hiyo lazima agawiwe unene watu wengine. <laughs> Mimi sema sana, asante, lakini bado tuko hapa mpaka baadaye sana. Nyuma kamera niko na Mtumbadi, asante sana